Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya leo, ikiwa ni Desemba nane, siku ya Jumatatu asubuhi. Tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za mchezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii linaloanza na habari kubwa inayosema eh, mufti Zuberi aonya matamshi yenye kuchochea udini Huyu ni mufti Zuberi aonya matamshi yenye kuchochea udini. Lakini mlima Hanang watikiswa tena, ya mlima Hanang watikiswa tena. Hiyo ni habari ni gazeti la Nipashe. Lakini habari kubwa ni watoto 116 waweka makazi katika soko, e watoto 116 waweka makazi katika soko ni umri wa miaka saba mpaka 12, waishi kwa kuuza vifungashio. Umasikini, migogoro ya ndoa na pengo la malezi vya zua hofu eh, na mustakabadhi wao, lakini serikali mkoa yaingilia kati na operesheni eh, kali. Lakini ongezeko la magonjwa ya zinaa nchini la stua, ongezeko la magonjwa ya zinaa nchini la stua. Ajali ya bodaboda boda bajaji yazidi kuangamiza vijana. Aba, ajali ya bodaboda boda bajaji yazidi eh, kuangamiza vijana. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la kura Nipashe kwenye kurasa wa mbele pati na kale yako kwa habari kwa kinam, lakini tukiachana gazeti lako la Mwananchi tuangazie kwenye gazeti lako la Habari leo lenye linaanza na habari inayosema serikali yataka e, wazawa wagizaji mafuta. Serikali yataka e, wazawa wagizaji mafuta, lakini Tanzania yang'ara tuzo za utalii duniani. Tanzania yang'ara tuzo za utalii duniani, yule habari ukurasa wa pili, lakini mtaka vijana lindeni amani. Huo ni habari ukurasa wa tatu unasema mtaka vijana lindeni amani, lakini wanne wadakwa na vito vya milioni 54. Eh, wanne wadakwa na vito vya milioni 54, lakini bakwata teki CCT wajadili amani. E, bakwata teki CCT wajadili amani. Mufti ahadharisha chuki za kidini, ahimiza diaspora wasitumike lakini mabosi TEMESA wachunguzwa upigaji wa bilioni 2.5. Ee, Makinda agiza uhalisia takwimu za kilimo na mifugo. Lakini e, safari ya pato la dola trilioni moja. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la habari leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kurasa mbele inaandika tutaendelea kukiimarisha kiwanda cha sukari. Huyo ni waziri Mkame asema tutaendelea kukimarisha kiwanda cha sukari lakini SMZ yatatua changamoto ujenzi wa flyover Amani. SMZ yatatua changamoto ujenzi wa flyover Amani. Hiyo ni habari kwenye gazeti la la Zanzibar Leo. Lakini tumejipanga kuwafikia vijana nchi nzima. Huyo ni Waziri Shabani asema tumejipanga kuwafikia vijana nchi nzima. Lakini Zanzibar Serengeti zangara zangara tuzo tuzo za utalii. Zanzibar Serengeti zangara, za utalii kimataifa. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako Zanz la Zanzibar Leo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Uhuru lenye linaandika nezabaa latra yaongeza vibali mabasi sabini na mbili mikoani. Amani ya waibua wa bunge, e, waibua wa bunge e. Ulega amsimamisha kazi kigogo tamesa e, kiongozi atoa maagizo kwa madiwani habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa wa mbele. Na gazeti lako la Majira lenyewe linaanza na habari inayosema athari za vinywaji vya kuongeza nguvu kwa afya ya binadamu, athari za vinywaji vya kuongeza nguvu kwa afya ya binadamu. Lakini CMA yatoa maelekezo kwa mawakala wa ajira nchini, CMA yatoa maelekezo kwa mawakala wa ajira nchini. Lakini bosi Temesa, achunguzwa hatari hatarini kuburutwa kortini. Bosi Temeswa kuchunguzwa, hatarini kuburutwa kortini. Lakini TPTC ya wafunda wahitimu wake mafunzo wa afya ya akili, na mashirika yasiyofanya vizuri kufutwa uh, au kuunganishwa. Lakini kampeni haki wajibu wa abiria wazinduliwa Mwanza. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la majira kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina na gazeti lako la jamvi la habari limeandika asubuhi ya leo, PM Mwigulu atoa dira mpya baada ya ukaguzi wa uharibifu. Lakini upungufu wa maji Dar es Salaam aweso aingia mtaani. Upungufu wa Salaam, aweso mtaani, maji Dar es Salaam aweso aingia mtaani aongoza operesheni kubwa kuhakikisha maji yanaongezeka, atoa maelekezo kwa Dawasa na mamlaka nyingine kuto kutokula, eh, kutokulala mpaka eh, huduma itengemae. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kula jamvi la habari. Lakini mita janja kubadilisha huduma za umeme nchini eh, mita janja kubadilisha huduma za umeme nchini. Na e, gazeti la kula Taifa Tanzania lini linaandika, e, mashirika ya Tanzania uzalendo kwanza. Na tuangazie sasa gazeti lako la Dira ya Mtanzania lenye inaandika askofu Malasusa, tusimpende mtu kumchukia kwa sababu ya dini. Lakini ulega asimamishwa kazi mtendaji mkuu Temesa, ni kupishwa uchunguzi wa mabanifu e, ubadhirifu wa shilingi bilioni mbili. Lakini aweso awatoa hofu wananchi upungufu wa maji Dar es Salaam, atoa maelekezo maji ya Ruvu e, kutumika kwa shughuli za kibinadamu Yuna habari kwenye gazeti la Kuradira ukurasa uku wa mbele huko gazeti la Kuu Machinga, naandika ZDR, ZDR inapeleka huduma mitaani, lakini bosi Temesa ingia anga za Ulega. Tanzania yaibuka kidedea kwenye tuzo za utalii duniani. Yoni habari kwenye gazeti la Kuu Machinga, sauti ya wanyonge, ukurasa wa ukura mbele uku gazeti la Kuu na habari naandika gazeti bora kabisa, ushindi wa Tanzania tuzo za utalii duniani, chachu ya kutangaza mazao mapya ya utalii lakini Waziri Ulega asimamisha kazi bosi Temesa. Hiyo ndo habari kubwa kabisa kwenye magazeti nchini Tanzania kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina, na tukiachana kurasa mbili za magazeti mbalimbali nchini Tanzania tuangazie eh, kwenye kurasa za michezo na burudani, huku gazeti la Mwanahabari inaandika Simba si lolote kwa Azam ya chapa mbili sifuri. Yanga ichapa Costa Union goli moja kwa sifuri, lakini diara washukuru waliomjaza mapesa Nyota Twiga Stars yapiga hati triki ligi kuu Misri. Ilonga kurejea bongo dirisha dogo. Dida, mchezaji bora wa mwezi championship. oni habari kwenye gazeti laku la mwana habari kwenye kurasa za michezo ya ya ya ya shirika la mzinga mabingwa wa jumla, eh, shimuta yuna bari kwenye gazeti lako la Machinga kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Dira kwenye michezo linaandika Azam yaifumua Simba mbili kwa sifuri nyota Twiga Stars atakata ligi ya Misri, lakini mzingo wa mabingwa wa jumla, ya shimuta yuna bari kwenye gazeti lako la Dira, lakini gazeti lako la Taifa Tanzania lenye linaandika Tanzania ya shinda tuzo tatu kubwa za kimataifa lakini chanzo na soro za dunia hakuna kingine chochote, chanzo na soro za dunia hakuna kingine chochote. Maxime amepata kazi ya kuiokoa Mbeya City, Maxime amepata kazi ya kuiokoa Mbeya City. Gazeti lako jamvi la habari linaandika tetesi za DP World na Simba, ukweli ni huu. Lakini Mariska anaandika sababu za kufanya rotation hiyo, ni habari kwenye gazeti lako jamvi la habari, na gazeti lako la majira linaandika kwenye michezo Simba yaliambishwa ice cream za Azam ligi kuu yapigwa mbili kwa sifuri kwa mkwapa, yapigwa mbili kwa sifuri kwa mkwapa, mkwapa. hawaamini macho yao, lakini bondia Faki Isa aendelea kuipeperusha bendera ya Tanzania. Ndio ni gazeti la kula Majira, gazeti la kula Uhuru nadika Azam FC yaizamisha Simba e masta kuchungwa Afcon. Hiyo ni kwenye gazeti la kula Uhuru ukurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la Zanzibar leo linaandika Hemedi awahimiza wananchi kufanya mazoezi. Azam yaitandika Simba. Lakini kuna habari inasema Maxime mrithi wa Malale Mbeya City. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo. Gazeti lako la Bara leo linaandika, eh, Gamondi tunahitaji kuboresha kikosi. Tanzania yafuzu nusu finali mashindano ya shule Afrika. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la habari leo kwenye kurasa za michezo huku gazeti lako eh, gazeti lako zilako la Mwanaspoti ili linaandika e, Yanga hii ngoja tuone itakuwaje, bingwa World Cup huyu hapa pande mbili, kocha mpya Simba. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kula Mwanaspoti kwenye kurasa wa mbele. Lakini Azam ichane e, yachane na vya bure e, Azam yachane na vya bure, lebo mpya na maumivu. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kula Mwanaspoti ukurasa wa michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina lakini gazeti lako lanipashe mwanga jamii kwenye mchezo anaandika mnyama achinjwa kwa mkapa e, mnyama achinjwa kwa mkapa e, ni simba ya kubali kipigo cha mabao mawili kwa sifuri mbele ya Azam. Yanga kosto zinavyokwepeana e, mkwa kwani Yanga kosto zinavyokwepana mkwa kwani. Hilo ni gazeti lako lanipashe kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. na gazeti lako lanipashe kwenye kurasa za michezo